Hello everybody. Now I'm coming back again. I'm James Joshua, Agent of Development. Now I say welcome back again to my Facebook. So today nimeandalia kitu sijui kwamba mtanielewa mta, mta ni hivi, akili ni nini? Kwangu binafsi naweza sema kwamba akili ni ule uwezo ulionao wa kuweza kutatua matatizo ya watu ama changamoto za watu ama za kwako binafsi. Sasa basi, pale unapokuwa na uwezo wa kuweza kutatua changamoto za watu, pale ndipo akili ya kwako inapodhihirika machoni kwa watu na akilini kwa watu. Kwa mfano, wewe unaishi sehemu fulani, walikuwa wana shida ya kupata umeme. Sasa basi, umefika mahali hapo, umekuwa na uwezo wa kutatua tatizo hilo, hapo ndo akili zako zinadhihirika kwa wale ambao mnaishi nao pamoja. Naweza toa mfano mwingine unaweza kuwa katika kijiji fulani ama sehemu fulani e, na hapo kulikuwa kuna baadhi ya huduma hakuna. Kwa mfano, kulikuwa ulikuwa kwenye kijiji fulani, kulikuwa kuna tatizo la maji, lakini ukatumia uwezo wako, nimesema kwamba akili ni uwezo wa kutatua changamoto za watu. Umetumia akili zako kutatua hiyo hayo matatizo ambayo yanapatikana sehemu hiyo, hapo ndo akili inadhihirika. Kwa hiyo akili ni uwezo wa kutatua changamoto za watu, na nikwambie, na nikuibie siri moja, kama una uwezo wa kutatua wa kufanyia kwa mfano wa kufanyia service watu hakuna hakuna shaka lolote kwamba unaweza pata pesa, hauwezi kosa pesa, kwa sababu utakuwa ukitatua matatizo ya watu, pesa itakukimbilia kwa sababu hauwezi kutatua tatizo la watu kijiji chenye watu mia tano alafu wewe ukabaki kuwa maskini, haiwezekani. Sasa basi, jifunze jifunze, wapi kuna tatizo. Alafu uangalie ni jinsi gani yaweza kutatua tatizo hilo, gala utaona.